Sasa e, kwenye kutafuta mtoto tulikuwa pamoja lakini tukiingia kule kujifungua inakuwa ni mtihani. Nakumbuka niliruhusiwa kwamba unaweza ukaingia ukamshuhudia mke wako anavyojifungua. Si wako, hakuna shida gani. Na nikwambie tu moja kati ya, ya, ya siri ni kwamba mm -hmm. E, eh, wakati mwingine hata treatment ambazo wanapatiwa mm. wanawake wanapoenda kujifungua tunasema ni za hovyo mm, kwa sababu eh, wao wako katika ile hali yani, tunasema ile ni critical condition, hali fulani ni mbaya mm. Yani yeye pale kila unachomwambia atafanya, ukimpokea mm, sawa. Ukifanyaje sawa, ndio atoke e, kwenye ndio atoke katika ile hali akiwa salama mm. Sasa anapokuwa katika situation kama ile, mtoto wa kiume mwanaume akiwa pale anasimamia mm, sidhani kama kuna nesi wa kike au nesi wa kiume ambaye atamuendesha huyo mwanamke wake Yani kwa sababu anajua mme wake yuko hapa na wote tunafahamu yaani, tuka, tukubali tukatae, nguvu alionayo mwanamke na alionayo mwanaume ni hey, tofauti. Mwanaume akiwa sehemu kuna hali fulani ya uoga, yaani watu wengine wanakuwa wanahofia, kwa sababu akiwa pale hawezi kuruhusu mwanamke wake ambiwe maneno makali, apewe kashfa, tukanwe, apelekeshwe, apelekeshwe, apelekeshwe katika hali aliyokuwa nayo, sio rahisi kwa. Nafikiri ili kuepusha haya wakati mwingine pia eh, wanaume mjitokeze, yani pale mke wako anapoenda kujifungua hakikisha unaenda naye hmm, unafuatana naye. Mimi naamini kwamba uh, hata mwanaume wa, wa Neema pia hmm, hatakuwa pia, kama yuko vizuri kiakili, huu ndo muda wa kumsapoti mke wake, lakini pia atajuta kwa yani, nini ee, nilishindwa kuongozana na, na, mke na mke wangu. Mara nyingi yeah, tunawaachia wamama eh, mama mama wa mke au mama wa mume, hmm, wa ume ndo ambaye anaenda kumsimamia unaonaiyokopae hta hatishi afanye nini. Kwa hiyo tu, tujaribu ni jamani, wanaume kama kitu tumeamua tumekitafuta wenyewe na wote tuko na furaha kukipokea hicho kiumbe, tushirikiane kuanzia hatua ya kwanza tulivyoanza wote mpaka hatua ya mwisho ambayo tunakwenda kupata kile kiumbe chetu. Lakini Sofia, mi nimeona kwenye hili ambalo limetokea sasa, imekuwa ni funzo kwamba kwa nini mama akishajifungua, e, kule kwenda ku labda mtoto wake anachukuliwa pale alipo na kwenda kuhifadhiwa labda sehemu kuwepo na na shuhuda anaenda na na yule na yule na yule na yule kama ni muuguzi au ni nesi pale kwenda kuhifadhi huko na huko ambako anaenda kufanyia mambo mengine ili ahakikishe kwamba ni kweli ni halisi, kwa sababu sasa hii sasa, si ndo si wengine hawaruhusiwi yani, wanataka kama, wanataka kama mume wanataka kama mume eh, mume nenda, mm, fuatilia yani, mtu wako anapopelekwa na yeye fuatilia, mm, eh, kwa sababu mwenzio yuko pale labda hayupo vizuri we una katika eh, katika mambo kama hayo. Sa, ndio mapenzi halisi hayo. Kama umekuwa vizuri eh, kwenye shida na raha, hii ndio maana sasa ya kuwa vizuri wote pamoja kwenye